Ninakusalimu mtazamaji na karibu sana katika siku nyingine ambayo ni kwa neema yake Mungu tunaipata nafasi ya kukutana hapa katika kipindi hiki kizuri cha Kivulini, kipindi ambacho ndani yake tunaangazia kazi mbalimbali mbali za idara uh, zinazoendelea ndani ya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Na mimi ninaitwa Sipora Mseli Moloni Talima, ninakualika uwe pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mm-hmm. Na juma hii kwa namna ya pekee uh, niko naye mchungaji Ching'olo Magoti. Tumekuwa naye tangu juma lililopita na sasa ni mwendelezo, na hivyo ninaamini kwa kukaa pamoja nasi utaendelea kuifahamu vizuri idara hii ya huduma za uwakili inavyofanya kazi na kuona ni namna gani wewe unahusika no moja kwa moja. Karibu mchungaji. Nashukuru sana kwa fursa ya kunikaribisha, nami najisikia raha sana amen. Habari ya majukumu? Majukumu ni mm, mazuri na tunamtukuza Bwana. Amen na hivyo basi, kabla ya kuanza kipindi chetu, mtazamaji, ni kualike tupate ombi la pamoja, ndipo twende kumsikiliza mchungaji Ching'olo Magoti, leo anakuja na nini. Tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru sana kwa ajili ya wasaa huu umetupatia nafasi ya kukutana hapa kwa ajili ya kujadili, kuifahamu kazi yako kupitia idara ya huduma za uwakili. Bwana tunakusihi, tunapoendelea na majadiliano hapa uwe pamoja nasi na mwisho wa kipindi, tukaende kuwa tumepata mambo ambayo yanatusaidia katika utendaji wa kila siku, lakini kulisaidia kazi, kuisaidia kazi yako, lakini pia kurekebisha pale ambapo sisi binafsi tunahitaji kupafanya. Tunaomba uwe pamoja nasi kuanzia sasa hata mwisho kwa tumeomba kupitia jina la Yesu, amen, amen. Mchungaji, uh, juma iliopita tulikuwa nawe hapa na leo ni mwendelezo. Leo tunatamani kuangazia uh, wakili katika eneo la mwili, lakini pia katika suala zima la talanta, ambayo ni mambo ambayo litutambulisha katika kipindi kilichopita. Karibu. Asante sana. Mm -hmm. Nashukuru kwa fursa nzuri ambayo umenipatia kwa ajili ya kueleza bali ya uwakili wa mwili na talanta. Mm -hmm. E, idara ya uwakili ina nyanja nyingi sana lakini katika hii ya uwakili wa mwili tutaeleza kama ifuatavyo. Mm -hmm. Biblia inatuweka wazi katika kitabu cha Korinto wa kwanza mstari wa kumi. E, sura ile ya kumi mstari wa thelathini na moja nasema ya kwamba basi mlapo au mnyapofanyeni yote kwa utukufu wa Bwana. mm. -hmm. mm. -hmm. kwa maana hiyo utagundua ya kwamba E, miili yetu hii tuliyonayo si ya kwetu mm -hmm. Ni ya Bwana. Kuna msanifu mkuu aliyeifanya hii miili yetu ambaye ni Mungu mm -hmm. na ndio maana anahitaji ya kwamba jambo lolote tunalofanya tulifanya kwa utukufu wa mwili wa Mungu kupitia huu e, mwili tuliopewa na Bwana mm -hmm. Kama Bwana alivyotuumba kwa kuufinyanga katika mm -hmm. udongo na hatimaye akatupulizia pumzi ya uhai tukawa nafsi hai na tukaumbwa kwa sura yake na mfano wake. Kwa maana hiyo ni kwamba huu mwili unahitaji kutunzwa. Kwa hiyo tunapokula, tunapokunywa, yote tuyafanya kwa utukufu wa Bwana. mm. Yaani wakili wa mwili, tuulishe mwili kwa kulingana na kile Mungu alicho e, tupatia. Kama ni chakula ambacho ameturuhusu katika Biblia Takatifu, ukisoma Mambo ya Walawi mm. sura ya 11 mstari wa kwanza kwa sura nzima, vyakula ambavyo tunatakiwa kuulisha huu mwili kama uwakili wa mwili mm. na hata vinywaji pia vile ambavyo tumeruhusiwa na Bwana, sio kunywa kila aina ya vinywaji. Na sasa utagundua ya kwamba uwakili wa mwili mm. una vipengele vingi ndani yake, tukianza na zile kanuni za afya mojawapo. mm -hmm. Uwakili wa mwili kupitia mbaraka ukumwamini Mungu mm. Yaani, mwili wangu na mwili wako hauwezi kuwa na maana isipokuwa ni Mungu awe kwanza kumtegemea Mungu kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Yeye ndiye aliyetuumba akatufinyanga. Mm -hmm. Na yeye ndiye aliyetutia pumzi ya uhai. Kwa hiyo kati ya vyote kumwamini Mungu ni jambo la kwanza katika uwakili wa mwili. Mm -hmm. Jambo namba mbili, uwakili wa mwili lazima uwe na kanuni ya lishe. Mm -hmm. Je, yes, si kila yani, maana yake ni kwamba sio kila kitu unachokula eh, ee, ni lishe mm -hmm. ambacho kinaweza kuweka mambo vizuri kwenye mwili. Kwa hiyo wakili wa mwili lazima mwili uhudumiwe kwa lishe inayotakiwa. Kuna kuna changamoto yote ambayo itaathiri uh, kiroho cha mtu kupitia kupitia lishe uh, kuathiri kiroho cha mtu kupitia lishe mm, inawezekana kwa sababu mm -hmm. kama muumbaji aliumba vile vitu tunavyotakiwa kuvitumia na sisi mm hatuvitumii -hmm. tunakiuka na kuvuka mpaka mm -hmm. wa vile alivyosema tutumie tayari kiroho pia hatujakaa vizuri mm. Kwao utagundua ya kwamba kama Mungu alisema iki utakula, mm -hmm. iki hapana kwa mm -hmm. sababu ni najisi, alafu na wewe unasema ni mtu wa kiroho, unavuka mipaka mm. ya vile ambavyo kuamliwa mm. kwao tayari na athiri pia mambo ya kiroho yeah. mm -hmm. Zasa, kwa maana hiyo sasa kwenye lishe utagundua ya kwamba kuna vitu ambavyo tunatakiwa kuulisha mwili ili kutengeneza ile sura ya uwakili wa mwili mm. Mfano tunaweza tukachukulia kama mahindi. Mahindi watu wengi huwa wanasaga mahindi, kwa hiyo wanaposaga mahindi, kile kiinilishe wanapokitoa kinashindwa kuwa mbalaka sehemu ya mwili wako, manake ukisaga, ukikoboa mahindi ya ukala sembe, kwa lugha rahisi yeah. Yani, maana hiyo unapokula sembe tuseme umekula kama pumba. Umeona hiyo kitu sasa, na ndio maana unakuta panya mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. anapokwenda kwenye mahindi wala angaiki na pumba zile. mm -hmm. Fanya nangaika na nini? kile kiinilishe chenye virutubisho mm. Sasa kile kiinilishe chenye virutubisho tunapokitoa e, eh, kinakuwa mbaraka sasa kwa panya na kuku, mm. Kwa hiyo sisi kama wakili wa mwili, tukienda katika vile viinilisho, vitasaidia mwili kuweka mambo kuwa sawa, mm. Kuna vitu vingi tunavyozungumzia kwenye mambo ya lishe. Ukiangalia hata mboga mboga tunazotumia ni zipi ambazo zinaweza zikawa ni nzuri kwa ajili ya miili yetu. Ujue kwa sasa hivi unakuta ya kwamba mboga nyingi wanazouza sokoni zina changamoto, madawa na mambo mengine yanaweza pia yakaathiri mwili. Kwa hiyo utakuta asilimia kubwa wataalamu wa afya wanapofundisha hata haya mambo ya mboga hizi za majani, kama kuna uwezekano pale nyumbani kwako, unaweza ukalima kabustani bustani kidogo, ukaweka mbolea ile ya asili. Watu wanakisingiziwa hawana maeneo. Swala la maeneo si tatizo. Swala ni kutumia akili. mm -hmm. kosa -hmm. vyote, lakini uwe na akili, kwa sababu unaweza ukachukua haya mamfuko haya mm haya -hmm. mamfuko hivi hivi safet hivi ambavyo madukani wanauza sukari, chumvi vikiisha vile mm -hmm. unaweza ukaweka udongo na kambolea unachanganya. Ukishachanganya mafuko yako hata mawili matatu, unaweka nyumbani, unamwagilia maji, unaweka micho, unapandikiza mm. -hmm. Baada ya wiki mbili tatu, unakuwa mpata mboga ya kutumia <laughs> na tayari umerahisisha maisha na unapunguza e, ukali wa maisha na mm. mambo ya uchumi pia. Lakini sasa mm. utashangaa hawa wanaosema ya kwamba hawana maeneo, lakini ukienda kwenye nyumba zao umepanda maua mengi tu <laughs> <laughs> kwa hiyo wang'oe maua wapande mboga sasa maua mboga za majani yeah, kwa ndege uh -huh, wawili kwa jiwe moja. Cha kwanza tutakuwa tupata mbaraka wa mboga uh -huh. alafu tutakuwa tumepunguza ukali wa maisha kiuchumi, kupeleka pesa sokoni kwa mboga za majani uh -huh. lakini kitu cha pili uh -huh, unapokuwa umeweka vibustani vyako uh -huh, unapata faida ya pesa uh -huh, ya kurudisha Mungu zaka na sadaka, uwakili sasa, uwakili eh. <laughs> hapo sasa. Kwa hiyo lishe ni jambo la msingi sana. uh -huh. napaswa kuangalia uh -huh, mambo ya matunda mm uh -hmm. -huh. kwa mwili ulishwe vyakula vizuri, mboga nzuri, matunda mazuri mm. Sio paka uandikiwa na daktari kula matunda. Jambo mm. jingine tunaweza tukaangalia uwakili wa mwili kupitia mbaraka wa mazoezi mm -hmm. tuna changamoto kubwa sana hapa ya mazoezi ya mazoezi mm. Na hata wewe sidhani kama unafanya mazoezi vya kutosha. Ah, pasta, mimi huwa nafanya unapopata nafasi uh, unapopata nafasi. Si umeona sasa, unaposema unapopata nafasi, na nitia mashaka kwamba unapopata nafasi sasa. <laughs> Si unajua uhalisia wa maisha sasa hivi, unakuta maisha ni kukimbizana, saa saa mbili unatakiwa upanchi kidole hapa eh. Sasa ukijaribu kuwaza masaa kutembea njiani asubuhi, ufanye mazoezi, ndo maana unasema, mwisho wa siku nitapopata nafasi, labda jioni siku nikifanikiwa kurudi mapema, bahati nzuri, kwa sababu nakufahamu wewe mwenyewe, unapokuja hapa kazini unakuja na gari una mm -hmm. una unarudi na gari una kwa hiyo asilimia kubwa naona mm -hmm. muda wako wa mazoezi ni nchache mchache sana mm -hmm. Zasa, kwa maana hiyo sasa tunashauri ya kwamba huu mwili ambao tumepewa na Mungu kwa uwakili wa mwili mm, lazima tuwe na muda kufanya mazoezi. Tupangie mazoezi eh, kupangia mazoezi ya muhimu, ujue vya tunakula vyakula vya maprotini mm, mm, na hizi protini zinapokuwa zinarundikana mwilini sana, mm, zinaleta matatizo. Kuna kuna wakati fulani ya hapo nyuma niliwahi kusikia kwamba hata nyie watumishi eh, kuna nyakati ofisi zinatoa siku maalum za kufanya mazoezi. Hilo limefanikiwa kwa kiasi gani kuwasaidia wale ambao sasa, akina sisi, hatuwezi tumebanwa asubuhi, lakini basi angalau kupitia dara ya wakili sasa, hapa kwenye mazoezi ni bano ofisini, lazima nifanye. Eh, hili swala lina changamoto mm-hmm. hata fursa inaweza ikatolewa kwa ajili ya muda wa kufanya mazoezi, lakini ukakuta watu wasifanye kivile navyotakiwa mm. ila kuna taasisi nyingine ukienda unakuta kuna sehemu spesho kwa ajili ya kufanya mazoezi mm -hmm, na kuna muda mwafaka ambapo unakuta watumishi wote wanakwenda, mm -hmm. Eh, Juzi nilikuwa nimetembelea hapa kanisa lile la Adventista Sabato pale Magomeni hmm. kumbe wana huduma hizo wameanza za mazoezi, nikakuta pale akina mama akina baba hapo kanisani na kuna vifaa vya mazoezi wanafanya, mara wame wameinama, wameinuka, wanaelekezwa <laughs> na yule mkufunzi pale, kwa kweli ilinivutia sana hmm. nikasema ya kwamba kama ungelikuwa ni mpango wa kanisa pia kupitia idara ya afya hmm. makanisa yote hizo ungelikuwa na E, vituo vya mazoezi mm. Waumini labda kila siku ya Jumapili, masaa fulani wanafanya huduma za mazoezi mm. Ingelikuwa ni mbaraka ambao ni mkubwa sana, kwa sababu kadri unavyozidi kufanya mazoezi, viungo vya mwili mm. vinakaa sawa mm. mwili wako utakaa kizembezembe sana mm -hmm. Kwa hiyo uwakili wa mwili, lazima mazoezi iwe sehemu ya maisha yetu mm. Sasa changamoto kubwa ninayoiona E, unakuta asilimia kubwa mabosi wengi, wakurugenzi wengi, mm -hmm. Maofisa wengi asubuhi anawasha gari, naenda kazini kienda kazini, kiti <laughs> na ana kirudi kitu. ni kitu. Mm -hmm. Kitu kingine kwa. mm -hmm. hey. Na asante sana mchungaji uh, mtazamaji, bila shaka unaendelea kubarikiwa pamoja ya nasi na sasa, sasa hivi tunakazia uwakili upande wa mwili. Tumeshaangalia vipengele kadhaa hapo vichache. Kuna vingine ambavyo unahitaji kutuongezea kabla hatujaenda kuutazama upande wa talanta? Ya vipo baadhi ya vipengele ambavyo naweza nikavieleza. Mm. Nisipo vieleza ndio kwa sijatenda haki katika uwakili wa mwili. Mm -hmm. Jambo jingine katika uwakili wa mwili tunapata uwakili wa mwili kupitia mbalaka wa maji. Mhm. Mm -hmm. Asilimia ya mwili wa mwanadamu, asilimia 75 ni maji. Kwa hiyo unaweza ukagundua ya kwamba maji ni ya muhimu sana kwa mwanadamu. mm -hmm. Lakini changamoto kubwa, baadhi yetu wanadamu wengi tumekuwa wavivu sana kunywa maji. Unaweza ukakuta ya kwamba uh, kila siku inapopita unaweza kukuta mtu mwingine labda ni glasi mbili mm -hmm. hata lita moja ya maji kwa siku uh, imalizi unamkuta mtu ataka kienda ile haja ndogo, unakuta ile haja ndogo mpaka rangi imebadilika inakuwa ni ya njano kabisa. mm -hmm. hiyo ni hatari kubwa. mm. Lakini kama maji ya ki, tukitumia kwa wingi mm. inaweza ikatuletea faida kubwa sana ya maisha, ndio maana Waswahili wanasema, mm. maji ni uhai. Halafu kadri unavyozidi kunywa maji unatoa uchafu mwilini Mfano kina mama wengi wanaopenda mkorogo hawa, mm. wangelijua ule siri ya urembo wa maji wangetumia sana maji, wangeacha na mkorogo. Badala ya kutumia kemikali, tumia kemikali na dhuru ni seli za mwili na kadhalika. mm -hmm. Lakini maji yakitumika vizuri unakuta kangozi kanakuwa laini mm -hmm. kazuri kamenona e, kanapendeza. Maji tu, maji. mm -hmm. e, maji tu. Kumbe siri ni maji. Siri ni maji kubwa kama wakili wa mwili tukipitia mbaraka huu wa maji utafanya mm. mambo mazuri na ya pekee mm. Kipengele kingine tunazungumza habari ya wakili wa mwili kupitia mbaraka wa jua. mm -hmm. Mwenyezi Mungu alipoumba huu ulimwengu aliumba na jua. Lile jua la asubuhi Mungu ameliweka kwa ajili ya mbaraka wa vitamini D, yaani mm. yani asubuhi, uki ukienda kwenye lile jua ukakaa kaa kwenye jua hapo, mm -hmm. Utakuwa umeulisha mwili mbaraka wa vitamini D. mm -hmm. Alafu jioni lile jua la jioni linapozama, mm -hmm. nalo lina mbaraka wa vitamini D. Kwa hiyo hizi vitamini D asubuhi na jioni mara nyingi tunakosa tuna huu mbaraka mm -hmm. wa hivi vitamini mm -hmm. Kwa hiyo tunashauri ya kwamba huu wakili wa mwili Mungu aliotupatia mm -hmm. tuulishe mbalaka wa vitamini D kupitia jua la asubuhi na jioni, ambayo sasa na yenyewe pia bado sasa kwa uhalisia wa maisha na yenyewe inabidi ujibidishe binafsi, eh kabisa. Maana kimbizana za, za watu kama hapa mjini alfajiri mtu anatakiwa hmm, awe iko tayari barabarani, anafika ofisini, ameshaingia ndani ya jengo. Huo ndio uhalisia wa maisha. Ndio. Labda tumalizie na vitu vile vitatu vinavyosalia mm -hmm. uwakili wa mwili uwakili wa mwili kupitia baba lako wa kiasi. Mm. Ujua umwili Mungu alivyotuumba. mm -hmm. Unapokula chakula unatakiwa uwe na kiasi. Changamoto kubwa tunaharibu uwakili wa mwili na afya, tunadhani ya kwamba kila vyakula vinavyowekwa mezani tunataka tu vile nitakula tu vyakula tu, unaona? mm -hmm. sasa mfano hata juzi juzi nilikuwa nimeenda kwenye harusi moja, bahati nzuri, ile harusi tulikuwa wote. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tunaona kwamba palikuwa na aina vitu vya kutosha vya vyakula pale. Sasa lengo ni hili, wale watu wanaoweka aina nyingi vya vyakula au kwenye zile buffet nyingi, mm -hmm. lengo lake ni hili, umati wa watu au wana mkutano au wanasherehe kwamba kila mtu pale akutane na hitaji la chakula chake. Haina maana ya kwamba uchukue vyote. So kwa sasa kwa... sisi tunaanzia mwanzo mpaka mwisho <laughs> sasa utakuta uh -huh. kuna mwingine akienda hapa atachukua aluki. Mm, aluki. anaenda aluki. vyote kama waswahili wanaosema mm. kwamba mwengi uluki kijiji mm -hmm unakuta amechukua ugali, amechukua wali, amechukua makande, amechukua nyama ya kuku, nyama ya mbuzi kidogo kidogo, lakini pasta anakuwa anachukua kidogo kidogo, hataweza kwa ile yote. mm -hmm. Yaki, kwa sababu matokeo yake chakula kwanza hatamaliza. mm -hmm. alafu kiwango cha tumbo chenyewe nacho itakuwa amepitiliza kuvuka mipaka. mm -hmm. na hatimaye unaweza kukuta anaingiza sasa, so hasara ya uharibifu wa chakula na upotevu wa fedha hata hivyo. mm -hmm. Juzi nilipokuwa kwenye ile shule tukiwa pamoja na wewe, mm -hmm baadhi nikawa naangalia mm -hmm. asilimia kubwa chakula kilikuwa kimeharibiwa tu, wameacha kwenye vyakula. Angechukua kidogo kiasi akatumia mm -hmm. Kama hajatosheka angerudi tena mm -hmm. kuliko ile hali ya kujaza kujaza kujaza ni kukosa kiasi mm -hmm. Unapokula unatakiwa uache na sehemu ya maji kidogo ya yeah, maji maji ya kuweka maji baada ya chakula. Watu wanapokula wanakula Mwisho wa siku, sehemu ya maji inakosekana, analazimisha mwisho, anaema juu juu. Wakati mm -hmm. mwingine, watu wakilala, anaota kwamba Yesu anarudi tena, anaota kwamba kumbe ni yeye ameshiba sana, kumbe <laughs> ni nini, ukosa kiasi. yes. mm. Jambo jingine, tunazungumza wakili wa mwili kupitia mbaraka kupumzika. mm. Sasa hata saa sijui unapumzikaga ngapi? Ninakuona huko kweli na shughuli nyingi kweli kweli, hapo ni mtihani pasta, lakini kama unavyosema, kupitia idara ya huduma ya uwakili inabidi mpite makanisani. yeah. hata hapa maeneo ya kazi, kuendelea kuwaelimisha watu muhimu wa kupumzika, kwa sababu yeah. shughuli za dunia haziishi mm. haziishi mm. nikijaribu kuangalia tu hata nye mlivyo watu wa safari naona kama kupumzika kwenu ni changamoto. <laughs> Sijui hili hili, hili ukiwa wewe unasimamia lazima wakili katika mwili hapo, kwenye hiyo kipande cha, cha kupumzika, unawezaje kulimanage eh? Hapo napo. Na umenigusa sana kwa sababu mm hata -hmm. mimi kwa idara yangu mm -hmm. e, huwa niko busy sana ila, bahati nzuri, huwa tunatengeneza ile ratiba ya mizunguko mm huwa -hmm. napata muda kidogo wa kupumzika kidogo hata na familia na watoto japo siku mbili tatu mm -hmm. japo haitoshelezi, ndio hivyo, ila ni changamoto kwetu wengi. Kiwango hicho kina kinafikia yale mashauri ambayo mnayatoa katika ilo eneo la uwakili katika kupumzika hiyo. E, ni changamoto kubwa mm. Kabisa. Ujue dada yangu, swala la kuzungumuza ni mojawapo na swala la kutenda, swala la vitendo unakuta unatuingiza <laughs> <laughs> kwenye changamoto uh -huh. Lakini ukienda sasa kwa kanuni za afya mm, zinahitaji pumziko, ni la muhimu sana mm. Na sasa hapa unakuta tunaingia kwenye changamoto. Wakati mwingine unaweza ukashangaa hata wewe au mimi, ameshawai kunikuta haya mm-hmm. Unatoka kazini unarudi nyumbani mm, baadaye unaangaika na kompyuta pale, una vitu unaendelea mm. E, uko na mme wako na watoto mm. E, sasa mambo ya muda wa nyumbani wa familia yeah. We bado unaendelea na majukumu mengine, sasa hilo pia naweza likaa kwazo kwa watoto mm. au kwa mme wako mm. au hata kwa wake mm. zetu kwamba sasa huyu baba ana muda wa pumziko mm -hmm. kazi za ofisini zinakuja mpaka kitandani zinakuja mpaka nyumbani. Sasa mm -hmm. wakati mwingine zinatuletea shida kubwa sana eh, ushauri wako ni nini sasa katika eneo hili la la- la uwakili la, la, la katika mwili umegusia maeneo mbalimbali kiasi kupumzika, mm. eh, kunywa maji. Una ushauri gani hapo kwa mtazamaji, lakini pia kwa watumishi ambao asilimia kubwa watu mm. wanakosa muda wa kupumzika. Cha kwanza ni kwamba ushauri ambao ni wa muhimu mm. sisi kama binadamu lazima tufahamu zile kanuni saba za afya mm -hmm. ambao vipengele vyake nimevieleza kamoja, nitakamalizia kwa muda si mrefu mm. Tukifata zile kanuni saba za afya mm. katika uwakili wa mwili tutakuwa tumeutendea haki mm. Lakini tusipofata kanuni zile saba za afya mm -hmm. uwakili wa mwili tutakuwa hatujautendea haki hasa mm. aka kapengele tukozungumza ka kupumzika. Ushauri mkubwa ni kwamba ni sawa tuna mm. shughuli nyingi mm. ni sawa tumebanwa, lakini pamoja na yote mm. emu saa ifike tupange muda wa kupumzika. Ujua, kuna wakati mwingine nilikuwa hmm. na shughuli nyingi hmm. nikajisikia siku moja hovyo oh, nikaona kama unaumwa hmm. nikakuta yani hali iko vizuri, lakini nilipoenda hospitali kupima vipimo vyote hmm. wakaniambia inabidi upumzike. hmm. E, na kwa kweli baada ya kupumzika niliona tofauti kidogo, umepata kidogo ma, mabadiliko. Asante sana mchungaji. Na mtazamaji, tunaendelea kusonga mbele na kipindi hiki cha Kivulini na wakati huu sasa, tunaenda kutazama habari ya talanta mm. hapa kwenye talanta, hapa kuna tofauti gani kati ya talanta na kipaji? mm. na inakuwaje sasa tunaingiza katika swala zima la wakili mm. Mm -hmm. Labda tuseme ya kwamba tunaposema talanta na kipaji tunazungumza ile kitu kimoja mm -hmm. ila labda tungesema talanta na karama, mm, vinakuwa ni vitu vitu tofauti. vitu tofauti. mm -hmm. tunaposema talanta talanta ni kipaji au fursa ya uwezo ambao mtu upewa mm -hmm. na Bwana mm -hmm. kama atakavyo mm -hmm. kwa ajili ya manufaa ya kazi yake ya kiutume mm -hmm. Talanta hii ambayo mtu hupewa au iki kipawa uwezo huu mtu aliopewa na Mungu ni kwa lengo la kulijenga kanisa na kunufaisha jamii ya kanisa na utume wake. mm. Na sasa hapo utakuta ya kwamba kuna talanta au vipawa vingi ambavyo watu wanapewa na Mungu kwa ajili ya kazi yake. mm. Mm. Na hii talanta hutumika mtu akiwa hai. Lakini ukifa maana mm. Mara nyingi huwa ninawaeleza watu ya kwamba eh, kadri roho ya Bwana anavyozidi kukupatia fursa ya uhai kuendelea mm. kuishi duniani unaitumiaje talanta uliopewa na Bwana mm. na kuna wengine wanacheza na talanta walizopewa mm. ninapata mfano mmoja katika Biblia eh, yule bwana ambaye aliwapatia watu watatu talanta mm. moja akampa tano mwingine mbili, mwingine mm -hmm. moja mm -hmm. lakini yule wa tano akaenda akaifanyia kazi talanta yake mm -hmm. kipao alichopewa akazalisha, alipozalisha akazalisha tano tena mm -hmm. akamwambia, vema mtumwa mwema mm -hmm. lakini mwingine akapewa mbili, yule wa mbili naye akafanyia kazi, saa ilipofika kutoa mahesabu naye akaambiwa vema mtumwa mwema, mwema. Sababu alizalisha mbili mm. tena Lakini yule aliopewa moja akutumia talanta yake, anasema kwanza, huyu bwana ye mwenyewe ana talanta nyingi, ana kila kitu, kuna haja gani? mm. mm. akaifukia chini ya mchanga mm -hmm. lakini bwana yule alietoa talanta akamwambia huyu sio mtumwa mwema mm. aele angelikuwa ameiwekeza sehemu ikazaa Mm -hmm. Kwa sababu hakufanya hivyo, mm -hmm. Kwa maana hiyo talanta aliyopewa ikawa kama ni hasara kwake. mm -hmm. Sasa tunapokuja kwetu sisi kiutumishi au katika kazi ya Bwana tunasema ya kwamba mm -hmm. Hata wewe kuna talanta umepewa, mimi kuna talanta nimepewa. Swali ni hili, unaitumiaje talanta yako? Na ndio swali na mimi nilikuwa nataka niulize <laughs> mba idara ya uwakili inawezaje kuwasaidia watu kuzifahamu talanta zao na kuzitumia ili kuona zina manufaa kwa kiasi gani katika utumishi wa kanisa? Lakini hilo swali tunaliwekea nukta <laughs> <laughs> Kipindi kinachoanza kinachofuata, tutaanza nacho mm -hmm. Kwa hiyo tunaweka nukta hapo, yeah, kwamba ni namna gani inaweza idara ya uwakili inaweza ikawasaidia watu kufahamu talanta zao walizo nazo na namna ambavyo wanaweza wakazitumia kwa manufaa ya kazi ya Mungu yeah. Ninawakushukuru sana pasta, kwa kutupitisha hapo. Imekuwa ni kipindi kizuri na dakika zimekwenda kwa haraka, na hivyo inatupa nafasi ya kuwa na kipindi kingine ambacho sasa tutamalizia hicho kipengele na kuona mambo mengine. Bwana akubariki sana, na nikualike ombi la kufunga. Baba mwema na Mungu wetu, asante kwa ajili ya mbaraka mzuri wa kipindi kizuri. Tunashukuru kwa ajili ya kutupatia miili hii Hembo tukafanya yote kwa utukufu wa jina lako. Mbariki msikilizaji na mtazamaji kazidi kubarikiwa kutumia huo mwili kwa utukufu wako. Hmm. Katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu, naomba amen. Pastor, Bwana kubariki tukutane tena juma lijalo, siku na muda kama wa leo. Mtazamaji, tunafika mwisho hivi, nina imani umebarikiwa na ni nikualike tu kwamba tumeishia njiani usikose juma lijalo tunapoendelea na mwendelezo wa kipindi hiki na kuzifahamu hizi talanta vizuri na namna ambavyo tunaweza kuzitumia kwa ajili ya kazi ya Bwana. Shukrani kwa mponya Daniel aliye kwenye kamera pamoja na Richard Jerome Njake ambao wamehakikisha mimi na wewe tunakutana hapa kwa ajili ya kujifunza mambo mbali mbali ndani ya idara ya huduma za uwakili. Bwana akubariki sana unapoendelea kutazama vipindi vyote vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania na mimi ni Spora Mseli Mwanamtalima na kutokea amani ya Bwana.